hapa kwa jambo kubwa la kiimani na nikushukuru, kshukuru sana Sheikh Khalid, umesema vizuri. Mara zote huwa ninapokutana na mashehe wa kata moja kati ya mambo tunayozungumza toka mwaka juzi, nilikuwa nawahimiza sana kuandaa siku moja, kwa sababu mwezi huu mtukufu wa Ramadhan unakuwa na mashindano mengi ya Quran toka ngazi ya madrasa, ngazi ya mitaa, ngazi ya kata na mimi nikamwambia ingekuwa ni mapenzi yangu ningeona jimbo letu la Ukonga linakuwa na mashindano makubwa ambayo yakifanyika watu wote duniani watajua kwamba leo Ukonga yako mashindano ya Qur'an. Na leo leo, namshukuru sana Mungu aliyetupa kibali, leo tumekutana hapa kuweza kushuhudia mashindano haya yakifanyika kwa mara ya kwanza. Nawashukuru na kuwapongeza sana kwa kufikia lengo hili. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mashindano haya yana maana kubwa, na Sheikh, kwenye maneno yako utangulizi umeeleza vizuri kazi ya kusomesha watoto masuala ya imani kwa Mungu, kazi ya imani za dini zetu zote ni kazi ambayo ukiangalia kwa jicho la haraka unaweza kuamini ni kazi ya kumcha Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maisha baada ya haya duniani, lakini ukiangalia o la kizuoni ni kazi ambayo inatusaidia sana sana katika kuishi hapa duniani katika hali ambayo si tu inampendeza Mwenyezi Mungu, lakini katika hali ambayo inaweza ikatusaidia kuwa na watu wema wanaweza kuishi maisha ambayo wanaoishi nao watawaona ni watu na itatengeneza furaha kwenye jamii. Sheikh Ali hapa amesema moja kati ya jambo linaloagizwa na Qur'an tukufu ni swala la utiifu, na yeye mwenyewe ameeleza kwenye mfano wake kwamba sisi huko kwenye serikali tuna kauli mbiu ya kutii sheria bila shuruti. Utiifu ni obedience, na utiifu pamoja na kwamba kuna sehemu ndogo unaweza usiupimea yeyote, kwa mtaalamu yeyote wa lugha atakueleza utiifu ni rahisi kuupima, simama, utasimama, ukiambiwa kaa, utakaa Utiifu, ukiambiwa leo hapa kuna shughuli uje saa mbili, utakuja. Utiifu, ukiambiwa fanya kadha, utafanya kadha. Lakini liko jambo kubwa kwenye kazi mnayoifanya ya kusomesha dini, na kwangu mimi ni kubwa kuliko utiifu, ni swala la uadilifu, integrity. Uadilifu kwa namna yoyote ni ngumu kuupima, ila wakati mwingine unaweza kuupima uadilifu kwenye utiifu, lakini uadilifu pasee ni ngumu sana kuweza kuupima, hata kwenye masuala ya uongozi. Mnaposomesha masuala ya uadilifu, moja kati ya maana rahisi sana ya uadilifu kwenye uongozi meshwa ni lile jambo ambalo unalifanya kwenye kuta nne za ofisi yako, lakini unalifanya kwa sura ambayo ukiambiwa uje ulirejee hapa kwenye hadhara ya watu utalifanya vile vile. Sasa yako maombi hapa yalitolewa na Sheikh Khalid Sheikh Munyeji, Sheikh wa kata yetu ya Chanika, ningependa sisi ni binadamu, binadamu kaumbiwa sahau. Nilikuwa na kompyuta mbili pale nyumbani, kila siku najiuliza nazipeleka wapi, lakini kumbe Mwenyezi Mungu ana heri yake, alikosekana mtu wa kuziomba. Na mtu mmoja siku moja alikuja kwangu, kaniambia una kompyuta, naomba. Kabla ziache kwao, nikwambie tu Sheikh Khalid, siku ya Jumatatu katibu wangu ataanza na mbili sasa zinakwenda wapi? Tutajua baadaye, kwa utaratibu tutaupanga, lakini angalau kwenye kata 13 kata mbili zitapata kompyuta siku ya Jumatatu, takbir. Na nadhani zile nyingine zilizobaki nitafanya bidii na jitihada ili tuweze kuzikamilisha. Lakini niwapongeze kwa jitihada ya ku, nia ya kuwa na ofisi ya BAKWATA ya jimbo na mmeeleza hapa mahitaji ya kiwanja. Mengatana sikio hapa na mheshimiwa naibu mea tukasema hili sio ombi kubwa. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ili ombi tunaliweza, tutafanya jitihada tutawasiliana na hakika hili linaweza likafanikiwa okay. Majina yangu naitwa Suleiman na Ayubu Kaniki, ni mdau wa maendeleo katika jimbo la Ukonga na Tanzania nzima. Mimi nimekuwa ni mdau wa kila mambo, iwe ni michezo, iwe ni mambo ya maendeleo, lakini leo tumeletewa kitu kipya na kitu tofauti. Mheshimiwa Jerry Silaa ambaye ni mbunge katika jimbo hili la Ukonga, lakini pia ni waziri, aliamua kulifanya hili liwe katika jimbo zima. Mwanzo sisi Waislamu tulikuwa tunafanya kwa kila kata lakini Mheshimiwa Jerry Silaa ameamua kutuchukua wote tukae sehemu moja kwa pamoja, ili tuweze kufanya mashindano ya Qurani yaliyokuwa na usahihi. Na ndio kama mnavyoona hivi, maandalizi yamefanyika toka jana na mpaka leo tunaendelea, vijana wanazidi kusoma hapa. Tunaona mabadiliko katika miaka ijayo, ina maana tutakuwa na maustadhi na maustadhat, tutakuwa na malhaji na mahajat wengi, kwa sababu vijana wengi watakuwa wameshikilia dini, watakuwa katika msimamo wa dini, watakuwa watu wanafanya matendo ya mazuri ya amani, lakini pia stara za watoto wa kike, tunaona mabinti wadogo wadogo wengi. Hii yote Mheshimiwa Jerry Silaa ametuletea kuwabadilisha vijana wetu na watoto wetu katika jimbo la Ukonga hili. Uh, ni kweli, uh, waziri alikuwa anapita na anaona anazungumza, lakini pia mabadiliko ya kwetu kwenye chanika Chanika hii sasa hivi au Ukonga sasa hivi sio ile ya kipindi cha nyuma. Sasa hivi watu wengi wameelimika, dini ipo sana. Ukija Ukonga dini ipo kubwa sana, madrasa zipo, watu wanasoma. Ukiangalia kuna mtoto alikuwa ana juzu moja hapa, mtoto wa miaka minne mitano anasoma ambavyo hata mtu mzima huenda hawezi kufikia ile akili aliyokuwa nayo yeye, lakini pia katika swala la vijana ambao hawahitaji kusoma au ingi katika masuala ya ucha Mungu, niwaeleze tu hakuna kitu kizuri au mafanikio mazuri katika dunia hii kama ucha Mungu. Ukifanya ibada ukamwomba Mwenyezi Mungu utafanikiwa na kupata vitu vingi zaidi ambavyo unavihitaji. Vijana wengi, ni washauri kama kuna mtu ambaye anaona A, amepotea arudi kwa Mwenyezi Mungu arudi kwa Mola wake, afanye ibada, asali. Na tunaona sasa hivi tupo katika kipindi cha mfungo wa Ramadhani, vijana wengi sasa hivi mipira hiyo unaoisema haichezwi sasa hivi, watu wengi wako misikitini. Basi dhama hii iendelee hivyo hivyo, mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ukiisha, na vijana waendelee katika hali hiyo hiyo, Naamini vijana wengi wataenda kubadilika hasa katika jimbo letu la Ukonga. Hichi alichotuletea Mheshimiwa Jerry Silaa kitaenda kubadilisha vijana wengi katika hali mbaya waliokopo, nao waliokuwa wanavuta bangi, waliokuwa wanaiba, wengi watatoka na kuingia huku katika amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuweza kutenda mengi. Tunaona vijana wengi wadogo wadogo ndo maimamu saizi, vijana wadogo wadogo wengi ndo mashehe. Kwa hiyo hili analolifanya Mheshimiwa Jerry Silaa kwa kuwekeza hajatupa kaweka fedha nyingi sana kwenye jambo la leo. Nikwambia Mheshimiwa, fedha aloitoa leo ni alo zaidi ya milioni kumi na aloiweka katika jambo hili. Sasa niambie, kawapenda vipi vijana hawa? Kawafariji vipi vijana hawa? vijana ambao sasa hivi ongeza kwenda mbali. Lakini mashindano hayo, kuna mshindi anapata mpaka anapata laki sita, kuna mshindi anapata laki tano, kuna kuna bado karibu ya milioni sita milioni tano kwa ajili ya washindi. Sasa hao vijana ambao wako nje wanabeti, usibeti kwenye mpira, njoo uwekeze kwenye dini Hifadhi, soma Qurani, uipate milioni tano, uipate milioni moja, uipate laki sita, ambayo Mwenyezi Mungu subhana wa taala mwenyewe anaipenda, anakuwa amefarijika kwa kuipata hiyo sadaka uloipata kihalali, kuliko kwenda kubeti, kuliko kwenda kucheza mipira. Huo ni uhuni ambao Mwenyezi Mungu haupendi, na itakuwa ni dhambi siku yako ya mwisho. Naombeni sana vijana, tuweze kubadilika. Haya aliotuletea mheshimiwa Jerry Silaa kwa mapenzi yake, vijana wengi wabadilike, na naona tunapoendea huko mbeleni, vijana wengi watabadilika sana sana sana.